Asalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatu, wapenzi na wafuatiliaji wa chaneli hii ya Tiba Facts Online Tv. Leo tena ni siku nyingine tumekutana katika darasa katika chaneli hii ya Tiba Facts Online Tv, na inshallah kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, leo tutakwenda kujifundisha dawa ya kutibu ugonjwa wa ba bawasiri dawa ya kutibu ugonjwa wa ba bawasiri, wengine wanaita mgolo. Ugonjwa huu kwa zama tulizonazo ni ugonjwa unaosumbua sana, na wengi wao wanao hua ugonjwa, lakini kwa bahati mbaya, kwa kuwa ni ugonjwa wa asili, sio kila mmoja anaweza akakwambia anaumwa ugonjwa huo. Uh, dalili za ugonjwa huu ni pamoja na kutokwa kinyama sehemu ya haja kubwa na kinasababisha maumivu makali pindi unapokwenda kujisaidia hususani haja kubwa na. Ugonjwa huu mtu anaweza akaanao muda mrefu tu, anaweza akaanao hata miaka miwili mitatu minne na usiwe umepona, kama tu ajakutana na dawa sahihi ya kumsaidia katika kulitatua tatizo hilo. Kwa leo, nitakuja kufundisha dawa mbili ambazo ni rahisi sana kuzipata na ni rahisi sana kuzitengeneza. Moja inaweza ikapatikana kijijini au shambani na nyingine pia inaweza ikapatikana sehemu yoyote, uwe mjini au kijijini unaweza ukaipata. Kwa hiyo usio na wasiwasi kwamba labda dawa itakayofundishwa leo hapa itawahusu tu watu wa shamba au itawahusu watu wa mjini, hapana. Hii dawa itagusa kila mmoja, kama hautoipata ya kwanza basi utaitafuta ya pili na itakusaidia sana. Kumbuka ugonjwa huu unaweza ukampata yoyote, awe kijana, awe binti, awe mama, awe baba, awe kaka, awe dada, awe babu, awe bibi, yoyote yule, maadamu tu umekutana na changamoto hiyo. Ugonjwa wa bawasiri unaweza ukakupata na ukaendelea kukusumbua. Sasa leo ni tarehe mbili mwezi wa tano hii clip ndio imetoka lakini kuna ile ofa ya meimosi ambayo tulitangaza toka tarehe ishirini na sita na tukasema kwamba hii ni kwa sababu ya wale wanaohitaji vitabu tu kuvipata vitabu vya elimu ya tiba lakini tukasema ofa hii itakwisha tarehe tatu mwezi wa tano kwa hiyo imebakia siku moja tu kwa kama kama ndio clip hii kama ofa inaendelea basi ofa ndio inaishia hivyo na imebakisha siku moja na kama ulikuwa unajipanga panga unasema siku bado nyingi, basi siku imebaki ni moja. Tarehe tatu mwezi wa tano ndio siku ya mwisho. Ikifika tarehe nne, basi ofa hakuna. Kwa hiyo inshallah, kwa wale tunahitaji kupata vitabu vya tiba au vya elimu hizi za tiba zinazoendelea kufundishwa hapa katika chaneli hii, tufanye malipo mapema. Utaratibu ni ule ule, kama haufahamu, sikiliza vizuri utaratibu. Unafanya malipo ambayo yanakugalimu ulipie shilingi elfu arobaini na tano za Kitanzania. uh, hii ni kwa bei ya ofa, kwa sababu vitabu hivi ilivipate vyote inatakiwa ulipia laki moja na elfu themanini na tano Sasa, badala kulipia hela yote utalipia shilingi elfu arobaini na tano kwa kuna discount ya shilingi laki moja na elfu arobaini Ukishalipia hiyo elfu arobaini na tano kwenda namba mojawapo katika hizo tatu unazoziona hapo. Kwanza namba zote zina jina moja tu Bashiri Hussein Lugamba. Ukishafanya malipo yako, utaupiga picha muamala huo, au wengine wanasema ku screenshot. Ukisha screenshot muamala huo utanitumia WhatsApp kama sehemu ya kudhibitisha malipo yako, alafu mwisho utaandika offer ya Memos. Kwa hapo kazi yako itakuwa imekwisha. Baada ya hapo kudhibitisha malipo yako, mimi vitabu hivyo nitakutumia kwa mfumo wa PDF yani, soft copy itakayokuja kwenye simu yako kupitia WhatsApp au email, kwa utachagua njia moja. Kama utahitaji vitabu vitume kwenye WhatsApp, utanielekeza kwamba naomba vitabu vitumiwe hapa hapa kwenye WhatsApp. Kama utakuwa unahitaji vitumwe kwenye email, basi utaniandikia hapo hapo. Baada ya kuskinshoti mwamala huo na kutuma WhatsApp, utaniandikia na email yako, afu utanielekeza vitabu hivyo vitumwe kwenye email hiyo hapo hususan ni kwa wale watu wanaofanya kazi za maofisini na wanaotumia PC na laptop ndo mara nyingi wanapenda kutumia email. Kwa hiyo ukisha fanya malipo, kama tulivyosema, utatumia vitabu ndani ya dakika 30 tu ndio vitakufikia vitabu hivyo, ukiwa nchi yoyote, na vitabu hivi vina njia mbili za kuvisoma. Kuna njia kwanza ya kwanza, unaweza ukavisomea kupitia simu yako, kompyuta yako, tablet, laptop, ukiwa ofisini, ukiwa kwenye gari ukiwa nyumbani, umekaa kwenye kochi umepumzika, unaweza ukakisoma hicho kitabu kupitia kifaa ulichopokea leo. Njia ya pili, unaweza ukakisoma kitabu hicho kwa kwenda stationery na kuprint na kupata nakala kushika kwa mkono. Ukiwa sehemu yoyote maadam tu kuna stationery eneo hilo, unaweza pia ukaprint ukapata kitabu cha kushika kwa mkono. Njia hii ni salama na ya haraka, yani haihitaji mambo mengi, ni dakika chache tu, dakika 30 kitabu kinakuwa kimekufikia. Mahali ulipo. Kwa hiyo huu ndo utaratibu wa ofa na gharama zake. Kwa hiyo yule ambaye alikuwa hajafahamu namna ya kufanya malipo ni hivyo. Kwa wale wanaotumia pesa ya dola, wao unalipia dola kumi na saba mpaka sahizi wanalipia dola kumi na saba kisha wanatumiwa vitabu hivyo. Kwa wale wanaotumia Kenya shilingi, unalipia shilingi elfu mbili mia mbili ya Kenya, na kwa wale wanaotumia pesa zingine watanita, watanipa taarifa kwamba sisi tunatokea nchi fulani au mimi nataka kulipia ofa lakini natokea nchi fulani, basta takufanyia convert ya pesa ya kwenu na ya pesa ya Tanzania, ili tupate gharama ya shilingi 1045 kisha tutakuelekeza unalipia kiasi gani inshallah. Huo ndo taratibu ya ofa. Sasa tunakwenda kwenye somo letu la leo, dawa ya kutibu ugonjwa wa bawasiri. Ndugu na mpenzi mfuatiliaji wa chaneli hii, dawa hii ninakuomba chonde chonde, hata kama haugui leo, ihifadhi. Kama hauna hichi kitabu, na hii dawa nimeiandika kwenye kitabu cha uh, mwongozo wa tabibu, kitabu cha mwongozo wa tabibu. Kama unacho ndio kina dawa hii, lakini kuna dawa moja sijaiandika kwenye kitabu hii. Kwa hiyo hii itabidi uichukue, uwe, uwe, uwe not, uweke pembeni, itakusaidia leo. Kama haugui wewe, basi weke kama akiba, ipo siku utakuja kuugua ugonjwa Kumbuka, ugonjwa haumchagui mtu. Wewe unakaa mjini, uwe shamba, uwe mama, uwe baba, uwe kaka, uwe dada, uwe kijana wa kike, wa kiume, utakuja tu kukukuta. Ni ugonjwa ambao unakujaga bila kukupa taarifa, hata kama wewe ni mtu ambaye ni uko vipi. Na sasa, wale watu wanaopenda sana kukaa maofisini muda mrefu, wanatumia kushona labda kwenye Uh, vileani, yani cheleana, namaanisha muda mwingi amekaa sehemu moja, huu ugonjwa utakuja tu. Wewe ni dereva wa magari ya uh, masafa marefu, dereva wa bodaboda huu -boda. Ugonjwa unawapenda sana watu wanaopenda kukaa muda mrefu, lakini pia hauchagui mtu yoyote, anaweza kaupata. Kwa hiyo jitahidi, dawa hii huenda usije ukaisikia sehemu nyingine, basi ifanyie kuiwekea kumbukumbu -kumbu. Ili siku ikikukuta au kimkuta mtu wa karibu na wewe usaluda ndugu jamaa mtoto, msaidie kupitia dawahita, dawa hii itamsaidia sana, ni moja kati ya dawa nyepesi na rahisi. Kwa hiyo ugonjwa wa basi kama tulivyosema, ni ugonjwa unaotokana na mtu kuota, kuota kinyama kinaota icho kinyama sehemu ya haja kubwa, kinaanzaga kidogo kidogo sababu basi inaanziaga ndani, inatoka nje kwa ukiona imetoka nje basi ishakomaa hiyo, lakini mara nyingi ugenanzia ndani, kwa unaanza kuhisi maumivu sehemu ya haja kubwa panachonyota hivyo hivyo hivyo, mwisho wa siku mpaka panakuwa ni penye kutoka vidonda, na ukijisaidia haja kubwa choo kinauma kweli kweli. E, unakuwa unajisaidia kama vile choo cha mbuzi kile. hasa cha kufanya, tafuta mmea kama unaishi shamba au mjini, tafuta mmea unaitwa mgagani. Eh, kuna mmea unaitwa mgagani ambao ndio picha yake nimekuonesha hapo. Unaweza ukawa una ufahamu kwa lugha yenu nyingine, ni mboga fulani inatumika hata kuliwa, lakini mara nyingi ni chungu sana hii mboga. Hata wanaokula wao wana wanapika wana wanamwaga maji ya kwanza <coughs> wanaweka maji mengine tena ndio wanakuja kufanya viungo vyao, sijui kuna siligari katika mboga hii lakini ni mmea mmoja wa ajabu. Na huu mmea huu, huu mgagani kwa wale wanaopendaga kuona au vya kuona mfano kuona wachawi, kuona wa misukule, kuona ndondocha, huwa unachukuliwa mmea huu maua yake kama yanavyoonekana, unachukuliwa mmea mbaazi maua yake, na unachukuliwa uh, ua la mkuyu. Zikichanganywa hizi dawa, kuna namna ya kuzitengeneza, lakini hapa leo sitoelekeza zikichanganywa hizi vitu vitatu uwa la mkuyu, uwa la mgagani na uwa la mbazi, unaweza ukapata dawa ya kuwaona waanga. Lakini je, swali, kuna faida gani ya kuwaona waanga? Kama hakuna faida, hakuna haja ya kufuatilia. Kama unaona kuna faida, basi jaribu kufuatilia dawa hizo za kuwaona waanga, lakini sina maana kwamba usitafute au usiwaone, ila mimi sijaiona faida ya kuwaona wanga, kwa sababu utakuwa unajiingiza kwenye matatizo Sio isiyokuwa lazima kwa. Utachukua majani ya mmea huu wa mgagani, utayatwangatwanga au utayapondaponda kwanza. Utasafisha kisha ndo utayapondaponda vizuri. Kama una kinu utayatwangatwanga, kama una kinu unaweza ukatwanga, kwa namna yote unayoiweza wewe, lengo ni yalainike. Kisha kisha lainika, yatatoa uh, ma, kama maji maji, basi tafuta na mafuta ya mbalika, au mnyonyo. Haya mafuta yanapatikana katika maduka ya dawa za asili. Eh, kwa hiyo siseme kwamba mafuta tato wapi, naenda kwenye maduka ya dawa za asili, mwambie nipatie mafuta ya mbalika au mafuta ya mnyonyo, akupatie yale mafuta meusi. Eh, maana kuna mbalika nyeusi na mbalika ya njano. Sasa mwambie nipatie mafuta ya mbalika yale meusi ndio original hayo. Kisha ukishapata uta utakuwa unachanganya mafuta kidogo kwenye majani uliyoponda ponda. Alafu utatumia kuweka sehemu ya haja kubwa pale kwenye kinyama kimepotoka pale. Hii dawa ina, ina, ina, inachonyota kidogo eh? yani ina maumivu kidogo na kuanza kuitumia. Ehe, kwa sema kwamba bwana vinauma a a, ndio utaratibu wa dawa. Kadiri unavyozidi kuitumia ndivyo itakavyoenda inapoteza maumivu, yani ukiona ile maumivu yanaenda napotea, basi ndivyo unavyoenda unapona. E, na hayo maumivu utakayoyasikia ni kwamba pale kwenye kinyama kunakuwa kuna vidonda kwa vile vidonda vinaanza kutibiwa kwanza vyenyewe, alafu inaanza kufyonza lile likinyama kulirejesha kule ndani. Kwa utakaa nayo kwa muda wa masaa matatu mpaka manne, alafu utaitoa. Na kama utabatika ndani ya masaa mawili au matatu baada ya kuweka dawa hii ukaenda haja kubwa, basi ile dawa utakiwa uirudishe tena, unaitupa huko huko, unarudi ndani unajiwekea nyingine. Ila kama ndani ya masaa matatu mpaka manne ujaenda haja kubwa basi itabidi ubadilishe uweke nyingine. Kwa hiyo kwa siku moja ya mchana, yani kuanzia saa moja asubuhi mpaka saa moja jioni, hii dawa unatakiwa uweke mara tatu, uiweke mara tatu. Kwa utakadilia asubuhi unaweka, baadaye utazoea kuweka kabla saa tano saa sita afu utakuja kuweka majira ya jioni. Kwa hiyo huu ni utaratibu wake. Hii ni dawa ya kwanza unaweza kuipata shamba au mjini. Dawa nyingine sijaiandika kwenye kitabu, na wala wala sifatilia usifuatilie. Dawa sikiza vizuri na uandike pembeni, huenda ikakusaidia. Na nimefanya hivi kwa sababu najua huu ugonjwa unawasumbua watu wengi, na wengi wametumia dawa nyingi, lakini hazijawasaidia. Sasa dawa hii nyingine unatakiwa utafute uh, gamba la konokono wa nchi kavu, gamba la konokono wa nchi kavu, kama linavyoonekana kwenye picha hapo. Hawa ni konokono wale wanaotembea Uh, katika mashamba yetu au katika miji yetu wanakuwa wamebeba mzigo. Maana konokono ni kiumbe au ni mdudu anayetembea akiwa amebeba nyumba yake mgongoni kwa muda wote. Akijisikia kulala, anajikunja na analala hapo kwenye nyumba yake, hana yeye, hana shida. Sasa hao konokono huwa wanakwenda wanakwenda, nafikiri kipindi wanafariki. Wakishafariki yale majumba yao huwa yanabaki katika maji, maeneo yetu labda kwenye mashamba madogo madogo au kwenye viwanja vyetu tunavyoishi au eneo lolote tunaweza kukuta hilo likonokono alijumba lake limeshafanyaje limeshabaki sasa. Takiwa upate lile ambayo liko wazi, ambaye konokono amesha ondoka ameshaachana na jumba lake hili. Ukiwa unatumia mkaa au moto wa kuni, unatakiwa uliweke kwenye moto wa kuni au wa mkaa liungue liungue mpaka litakuwa litaanza kubadilika rangi na ukiligusa hivi, ukilifinya kidogo, tunaanza kutoa unga unga. Basi likishaungua ungua kwa kiwango hicho, baadaye sasa utalitwanga au utalisaga kwenye sehemu yote ya kusagia, lengo upate unga wake. Na hauwezi ukalisaga hilo jumba kama haujaliunguza. usija ukajidangaje, kwa mimi nitalisaga bila kuliunguza. Kinachotakikana uliunguze katika moto wa mkaa au moto wa kuni. Sasa kuna wengine watasema ssh, si tunaotumia gesi na umeme tunafanyaje?" hapo utajiongeza mwenyewe, lakini linatakikana tu ilo, ilo, ilo jumba liungue, likisha ungua ili lipete kulainika wakati wa kusaga. Ukishalisaga ukapata ule unga wake laini, chekecha kabisa upate ule unga wake laini. Ukishapatikana unga wake laini, katafute mafuta ya nazi. Napo pia mafuta haya yanapatikana kwenye maduka yote, tunayo ishi nayo ma supermarket, kwenye maduka ya mtaani, ya wapi, tafuta mafuta nazi ya nazi aina yoyote, iwe menala, iwe mafuta nazi halisi, iwe mafuta ya tresa, sawa tu. Unakuja unachukua unga kidogo, unachanganya na mafuta hayo, unapakaa ile, ile sehemu ya haja kubwa, ambapo kumeota hicho kinyama cha bawasiri. Nayo dawa hii unaifanya kutoa mara tatu, unapaka asubuhi, mchana na jioni, au mara nne kulingana na nafasi yako hii unaweza ukatumia dawa zote mbili ukazitumia kwa muda wa siku saba kama ndo bawasiri imeanza, au siku kumi na nne yani wiki mbili. Kwa wale wenye wana matatizo ya muda mrefu na bawasiri ya miaka ya miaka kadhaa, basi dawa hii itumie siku ishirini na nane, lakini uangalie matokeo yake kama inakusaidia na unaona ulitoka huku unaelekea kwenye kupona. Siku ishirini na nane zimepita uja ujapona kabisa, endelea kuitumia dawa. Haina limiti kwamba utumie siku ngapi uache dawa. Unaweza kutumia muda wote, lakini tu kama unaona matokeo yanaenda na badilika. Sasa unaweza ukaona kwamba labda umetumia siku ishirini na nane, wewe labda unabasia miaka miwili mitatu, alafu unaona kwamba mbona sasa alisema ni siku ishirini na nane tu, lakini ndio nimeanza kupona, ngoja niache dawa. Hapana, wewe endelea, endelea mpaka utakapokifuta hicho kinyama na kubaki salama hizi ni dawa moja ambazo ni nyepesi sana kuzipata na kuzitengeneza ukiwa sehemu yoyote ile, na zitakusaidia sana. Nimesema hivi, yawezekana unasikiza leo, wewe ni mzima kabisa, lakini ipo siku unaweza kaugua, au kaugua mtoto wako. Kama wewe ni mtu mzima, mara nyingi YouTube anakuja ni watu wazima, ehe. Sasa siamini kama watoto wadogo hapo huko, lakini sana watu wanaanza kwa miaka kumi na tano kwenda juu. Sasa hao wote wanafahamu kinachoendelea kwa hiyo wewe hifadhi kama kumbukumbu klipu hii au maelezo haya yatakuja kukusaidia. Huenda usije ukaisikiliza tena dawa hii, au huenda tusije tukafundishana tena dawa hii katika masiku yajayo, kwa sababu ni dawa ambazo hazifundishi fundisho ovyoovyo, lakini vile vile zimekuwa zikiwatesa sana watu, haya magonjwa bawasina, wanashindwa kujua wanayapataji. Inshallah, ni mwisho wa somo la Uh, dawa ya bawasiri. Na hii ni Tiba Facts Online TV, na mimi ni Usazi Bashir. Tukutane siku sana, wakati mwingine katika chaneli hii. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatu.